Jamila, Jamila, we Jamila mwanangu, mbona upo mbali sana kimawazo? Hamna <coughs> mama, ni uchovu tu. Uchovu gani huo mwanangu? nimekuita zaidi ya mara tatu, ndio unaitika kama upo usingizini. unasoma kweli we uchovu sasa, unatakiwa ulale, ulale mapema labda uende kwa, unachelewa kulala. Umenielewa mwanangu? So, tuombe uende ukalale mapema ili uchovu upungue. Ushanielewa? Uh, aya mwanangu, tuombe so, Sami, nimekuambia ma mtu, mimi sielewi saa hizi, ngoja kwanza nikajipige pige huko, nikipata chochote kitu nini, mimi nitakundulia nitakuletea, lakini bado unaletea story zile zile. Story ndizo zile, ndio ndio, kwanza nimezipata ningekuwa nimezipa ningebadilisha story zingine. Hivyo unajua njia vizuri wewe. Mimi naelewa, ndio maana nakwambia hivyo. Na usipoleta unishonyeti tena. Zitakuwa mara ya kwanza na mwisho. Mariamu, Samani Mariamu, naomba kuongea na wewe. Ah, anko Makopo, shida gani hiyo? Habari ya siku nyingi, kwanza maana tangu itokee kifo cha Kivu hakujaonana kabisa. Njema uncle. Samahani kwa swali nitakao kuuliza. Bila shaka. Unakumbuka chochote kuhusu kifo cha Kivu? Ndio. <laughs> Msiba wa Kivu. Uncle. Mimi ninachokumbuka ni kuibiwa kwa mwili tu wa marehemu na baada ya hapo toka polisi wameanza upelelezi wao hawajatuambia kitu chochote kile. Sawa. Naweza nikakukumbusha kitu?

Sema, mwanangu. Nini? Achana mambo yangu bwana, mi kama mfupi kama mrefu, mi sijui, mi tumependa na wenyewe, mambo yetu yaache kama ali kama alivyo. Mi ambako nifuatia fuatia, ni maisha yangu mimi, mambo yangu funakujamo mimi yako? Ndio. Basi sawa. Ukipata muda nitakukumbusha. Kifo cha ki Yani mwenzio nishafeli kabisa na sielewi hata nitafanya nini, maana uchaguzi wenyewe unakaribia. Nishaangaika kila kona, yani nishaangaika, ujua maana ya kuhangaika. Naomba unisaidie. Sina kitu cha kukusaidia, umechelewa. Cha kukusaidia, toa tu ndugu yako wa karibu. Tofauti na hivyo, sina kitu kingine. Ananyanda nisaidie, kupigana hii vita, nisaidie kwanza, tumtafute Kivu. Basi poa, mi nitakucheki. <coughs> <coughs> <Okay. tos>

kama ulivyoniona kule naomba nanillodomo lako hilo kama kwapa ambayo halinawe, naomba kalisuuze. Alafu ukimaliza unitafute muda wako, si unaelewa, mwenye mwenyewe hapo ulipo. Shangaza kushangaza sana, shoga yangu, hata nguvu za kike umekosa koma, yaani ncha upepo, nashanga nakutangaza, sijui nifanyaje. Ujue nini, nashukuru sana kujua Kivu alipo, ila sasa unajua, wasiwasi wangu ulikuwa hivi, ikatokea sijafanyikia kumpata Kivu itakuwaje? Kwa kushauri, ili kutoa ndugu yako wa karibu. Tofauti na hivyo. Hamna. Kisha tutokea kitu kingine, nimtoe ndugu yangu, tuko tuko wawili tu, na ndio maana nikafanya juu chini, nimtoe Kivu kwa sababu najua mimi hata nikimtoa Kivu na uwezo wa kupata mtoto mwingine. Haya, nimemtoa ndugu yangu, mimi nitapata ndugu wapi? Hivi una habari, Bimwenda karudisha madaraka ya uchawi. Mbaya siku tangu siku hili unaona hisi nini itakuwa nzuri au mbaya? maana siku hizo umekuwa mpiga ramli mzuri sana. Mimi sio mpiga ramli Ila... ishi hapo hapo, yaani umenichunganisha na dada yangu mpaka leo hii hatuko sawa. Labda nikuulize, umemwona wapi dada yangu akiwa hmm? na wanga, na ndio maana niko napambana. Na ndio maana wewe ndio mtongo wa karibu hapa, ndio maana nakwambiaje, tupambane ili nijue nafanya vipi niweze kumpata Kivu. Mimi nikishampata Kivu, mbona iyo nafasi naitaka? Hivi nitakayeje nyuma kwa mfano? Nishapambana mara ngapi nitakayeje? Na unajua kabisa bibi yangu toka niko mdogo ndiyo mm. Ndio kashatulisha vile vitu situshazoea yani. Msijali hu utaupata. <laughs> Basa, yani hapa nacheka tu ila akili yangu hata haipo. Yani mpaka nifanyikishe tu lile jambo. Sawa? Basi poa. Basi ah, poa. Basi najua kilicho kwa kilini mwako, nifuate. nataka ujue, aliyoiba mwili wa Kivu ni mimi. Sijakuelewa anku. Mimi ndiyo niliyoiba mwili wa Kivu. Sawa, ndo umeiba. Haya, umeenda kuzika wapi mwili usilo Kivu ni mzima wa afya. Unasemaje? Kivu mzima. Ndio, njoo ndani

Lakini tutawapa shariti moja mletee paka weupe wa, wa saba au mimba changa ambayo bado ndogo Bikidile. Naam mkuu. Kipi katika hivyo vitu viwili tunaweza kupata? Inaweza kupatikana mimba changa ambayo haijawahi kuonekana. Sawa, so, kaleteni sasa hivi. So, sawa mkuu. Samahani yeah. Unaishi huko? Wewe unaniuliza kama nani? na unataka nini? Unajua watu kama nyinyi, ukishaona watu wa tauni umeona, ukishaona watu kama sisi watoto wa tauni tumependeza, tume unataka uanze kutupiga hela, si ndio? Sitaki mazoea na machizi mm, na usishangae. Unajua mzazi kwa sababu mjomba ni kama mama na mama ni mzazi, kwa hiyo mimi ni kama mama yako kikubwa tu, sina manyonyo, ndio maana siwezi kuwa mama yako complete. Kwa hiyo mama kuja kumtembelea binti yake ni jambo la kawaida, eh, kwa hiyo kwahiyo kuja kukusalimia Ki.